filamu inaanza kando ya ufukwe wa bahari ambapo kuna msichana mdogo anaitwa Laila akiwa na mama yake. Wanaomboleza kifo cha baba yake Laila ambaye alikufa kwa kuzama maji baharini. Baba huyo alikuwa ni mwigizaji ama ni mwanasanaa mkubwa sana wa maigizo ya kivuli, wao wanaita wayang kloti. Laila anakumbuka moja kati ya hadithi ambayo aliwahi kusimuliwa na baba yake mzazi ni hadithi kuhusiana na mtu mmoja anaitwa Dewi Sumbadra, hadithi halisi ya mapenzi ya dhati ambapo Dewi aliamua kumchagua kumpenda Rama kwa dhati yake badala ya kufuata utajiri na mali alizokuwa nazo. Hadithi hii ndiyo hadithi pekee iliyomkaa mwanadada Laila kichwani kwake. Wakiwa bado katika huzuni kubwa, mama yake Laila akamwambia kwamba waandaye mizigo kwa sababu wanalazimika kuhama katika nyumba hiyo kwa sababu baba yake Laila ameacha ana madeni makubwa sana ambayo wasingeweza kuyalipa. Mjomba wake Laila anaitwa Ahamadi. Huyu yeye alikuwa na tamaa kubwa sana, alikuwa anahitaji kuuza baadhi ya vitu vya baba yake Laila ili kujipatia pesa, lakini katika purukushani, Laila akawa amambulia kubaki na kisu ambacho ni kisu cha jadi alichokuwa kikipenda sana kukitumia baba yake. Miaka ikawa imepita. Laila kwa sasa amekuwa mtu mzima na ni mwalimu. Alikuwa akihudumu ama akiwa akifundisha wanafunzi kuhusiana na liwaya. Liwaya aliyokuwa anafundisha siku hiyo ilikuwa ni liwaya, ilikuwa inahusu muhusika mmoja anaitwa Srintil, mhusika mwanamke katika liwaya ambayo alikuwa ameiandika mtu mmoja anaitwa Ahmadi Tohari. Inamhusu mwanamke aliyekataa kutawaliwa na wanaume. Laila pia amekuwa ni mwandishi wa liwaya kwa muda mrefu sana. Sasa baada ya darasa, akuwa amemuuliza mwanafunzi wake mmoja anaitwa Winda kuhusiana na mwanafunzi mwingine ambaye hajafika hapo siku tatu. Sasa huyo mwanafunzi anemuulizia anaitwa Nita. Laila ni mwalimu ambaye ni kipenzi sana cha wanafunzi katika shule hii. Winda akasema kwamba hana taarifa yoyote kuhusiana na rafiki yake huyo Nita. Baadaye Laila akuwa amekutana na rafiki yake anaitwa Niken akawa amemuuliza Laila kuhusiana na mwendelezo wa riwaya yake ya pili, lakini Laila akawa amesema kwamba amekwama kulingana na shughuli jinsi zinavyokwenda. Pia Niken akawa amemuuliza kuhusiana na rafiki yake Laila anaitwa Ilham, vipi amepata majibu kuhusiana na maombi yake kupata kazi, kwa sababu mshikaji wake anapambania sana kupata kazi sehemu nyingine tofauti na hapa. Laila akasema kwamba bado hajapata kitu chochote. Wakiwa wanajiandaa kutoka hapo shuleni, mwanafunzi Winda akawa ameleta simu akiwa na hofu kubwa sana, anamwambia Laila kwamba Nita ametuma picha, amesimama kando ya daraja pengine ana mpango wa kujiua. Laila akawa amekumbuka kwamba Nita aliwahi kumwelezea kwamba analazimishwa kuolewa na mtu ambaye yeye hampendi. Laila pamoja na Winda wakienda moja kwa moja darajani kwenda kumtafuta Nita kabla hajafanya maamuzi magumu. Kwa bahati nzuri, wakamkuta Nita yuko salama, akawa wamwambia kwamba wazazi wake walimkubalia aolewe na mtu ambaye yeye alikuwa anampenda tofauti na yule ambaye wao walikuwa wanamlazimisha, lakini kwa bahati mbaya sasa mpenzi wake ambaye yeye Nita alikuwa amemchagua ili amuoe tayari amesh mpachika mimba eks wake. Sasa binti hana namna, ni kukubali kuolewa na mpenzi mwingine ambaye wazazi wake walikuwa wamempangia. Sasa baada ya mazungumzo baadaye, rafiki yake Laila aliokuwa anaitwa Ilham, akawa wamempigia Laila video call, akamwambia kwamba amepata kazi kama mhadhiri mgeni nchini Azerbaijan. Jambo hilo lilimfulecha sana Laila. Ilham ni rafiki yake wa muda mrefu sana Laila, akawa wamemweleza kila kitu, na baadaye Laila akaenda kumwelezea mama yake kuhusiana na habari hiyo njema kutoka kwa rafiki yake kipenzi Ilham. Sasa mama ake Layla akaamua kupitisha ujumbe moja kwa moja kwa binti yake, akamwambia kwamba mimi ninadhani kwa sasa, Layla, unatakiwa kuolewa na unatakiwa kuolewa na mtu mmoja anaitwa Ibnu Salam. Layla akashangaa sana, kwa sababu huyo mtu ambaye anatajiwa hapa ni rafiki yake Layla tangu utotoni, na Layla hajawahi kumpenda wala hana hisia yoyote na wala hajawahi kabisa kuwaza kwamba anaweza kuolewa naye. Mama ake anamwambia kwamba Ibnu Salam na familia yake ndiyo wamekuwa watetezi sana katika familia yetu, yani wamekuwa na mchango mkubwa sana juu ya familia yetu kufika hapa kwa sasa, Salamu ni mgombea ubunge na anahitajika kuwa na mwenza, na familia yao ni familia tajiri sana, ambayo imekuwa ikiwasaidia kifedha kina Laila tangu ambapo Laila amempoteza baba yao. Sasa mpaka hapa, binti ana mzigo mkubwa, kwa sababu hii ndoa inahitajika ili kutetea maisha ya familia. Mjomba wake Ahmadi, yani mjomba wake Laila pamoja na mama wake, wamekwisha kumwambia kwamba jambo hilo linahitajika lifanyike vizuri zaidi. Wanamhitaji Laila achague njia iliyo sahihi, asije akateketeza familia nzima. Laila ikabidi akubali kuibeba ndoa hiyo yaani, akubali kuolewa na Salamu, lakini akamwambia Salamu kwamba nitakubali ndoa hii kwa masharti mawili tu. Moja, nitaendelea kufundisha, sitoacha kufundisha. Mbili, nitahitajika kusafiri kwenda Azerbaijan ambapo rafiki yake Ilhamu anafanya kazi kule, sijajua mpango wake binti ni nini, lakini anahitaji kusafiri kwenda kule. Kweli bana Salamu akawa amekubali jambo hilo. Laila akawa amesafiri moja kwa moja, akafika katika mji huo na akawa amepokelewa na rafiki yake kipenzi Ilham. Huyu mwamba akawa amempeleka moja kwa moja binti katika ubarozi wa Indonesia. Mshikaji ana connection kibao. Barozi huyo akamsifia sana binti kwamba ni mwandishi mzuri sana wa riwaya na yeye amefurahia sana kusoma riwaya ya huyu binti, na anauliza mwendelezo wa riwaya yake utafanyika lini, na akawa ameanza kuleta utani kwamba pamoja na Laila wanapendana, pengine ndoa hii inaweza kudumu sana. Binti akawa ni kuchekacheka tu, kwa sababu hajui chochote kinachoendelea kati yake na Ilham. Sasa wakiwa hapo, kuna mshikaji mmoja anaitwa Samir, ni mmoja kati wa wapishi maridadi sana, anasifika mno, na siku hiyo alikuwa ameitwa ubalozini hapo kwa ajili ya kuandaa vyakula vya wageni. Sasa alipofika hapo kwa ajili ya kumpelekea binti kinywaji, mshikaji akaduaa, anashindwa kujizuia, kwa sababu baada ya kumwona binti Laila, uzuri wake ulikuwa umemchanganya sana. Baadaye Ilham akuwa amemjulisha Laila kwamba huyu kijana pia ni mmoja kati ya wanafunzi wako katika darasa lako. Binti akawa ameshukuru sana kwa kumfahamu kijana. Baadaye Ilham akawa amemsindikiza Laila hadi kwenye nyumba ambayo atakaa hapo, kwa kuwa ni mwalimu kwa sasa. katika story, story Laila akawa amemuuliza Ilham kuhusiana na ndoa yake, kwa sababu huyu jamaa ana bahati sana ya kupendwa na wadada mpaka na wana wanafunzi wake wengine. Mshikaji akawa amekiri kiukweli, kuna mwanamke anampenda sana na yuko hapa Indonesia na akawa amemwambia kwamba, Laila, kiukweli mimi nimependa siwezi kabisa kudanganya katika hilo. Ilham akawa amemuuliza vipi na wewe wewe utolewa lini? Lakini binti akawa ameficha kusema ukweli, kwa sababu hata yeye kusafiri mpaka kuja katika mji huu ni kwa sababu ya Salama ambaye amemtuma huku na anahitajika kumchumbia amuoe. Layla akiwa darasani anafundisha kuhusiana na mavazi ya kebaya ambayo ni mavazi ambayo mara nyingi huonekana kama kumzuia mwanamke pengine kutembea kwa uhuru, lakini ni vazi ambalo linafundisha maadili na heshima, upole pamoja na adabu. Wanafunzi wengine wakiwa wamekosoa sana jambo hilo, wanawake wakijawa ndio maana mara nyingi huwa nyuma nyumanyuma tu ya wanaume lakini Samiri akawa amenyosha mkono na kupinga sana akisema kwamba wanawake wa kijawa wanazingatia sana usawa, ustaarabu wa kijamii, jambo hilo sio udhaifu kabisa. Samiri akawa amejitambulisha rasmi kwa Laila. Laila akawa ameshangaa, mm. Wewe mbona kama nimewahi kukuona sehemu? Mshikaji akawa amesema kwamba ni kweli tulionana ubalozini. Jamaa moja kwa moja akawa muomba chance ticha kama anaweza kupata nafasi uambatane pamoja. Samiri hataki kabisa kupoteza mda. kama utahisi ukiwa na wasiwasi mkubwa kuambatana pamoja na mimi, tutaomba wanafunzi wengine kadhaa tuambatane sisi pamoja, ili uwe uhuru zaidi. Jamaa akawa wameuliza nani uko tayari kuambatana pamoja na sisi, washikaji wote wako bize tu, wanajifanya wa kusoma. akasema kwamba mi nitalipia chakula, mikono ikawa mingi hewani, watu wanapenda kamseleleko. Sasa binti Laila akuwa amekataa ofa hiyo, akasema kwamba yeye ana miadi na Ilhamu mda wa kutoka. Laila msubiri Ilhamu ili kuja kumchukua hapo. Samiri akiwa amemkuta hapo binti yuko mwenyewe, akuwa ametumia upenyo, akamwambia kwamba kama hisia zangu zinanituma vyema, basi Ilhamu ikiwa atachelewa kufika hapa kukuchukua, unaweza kuja njia hii moja kwa moja, unaweza kunikuta hapo mgawani kwa ajili ya msosi. Baadaye kweli binti, baada ya kuwa amechoma mahindi vya kutosha, akaenda moja kwa moja sehemu ambapo samiri alipokuwa. Baada ya kufika hapo, wakapiga msosi, wakapata nafasi ya kutembea pamoja pamoja na wanafunzi wengine, wakiwa hapo wakapiga sana stori kuhusiana na uandishi wa riwaya na hadisi za mapenzi ya kweli, lakini Samiri kuna muda akawa amepokea simu na akawa ametoka kidogo. Baada ya muda Laila akawa ametoka hapo kwenda kumwangalia, akamwona Samiri akiwa anamkumbatia mwanamke mmoja huyu huyo mwanamke akiwa analia kwa uchungu. Sasa usiku ulipofika, Ilham akawa amemchukua Laila kwa ajili ya matembezi usiku. Siku hiyo Ilham amekuja na mpenzi wake anaitwa Sabina, huyo mwanamke alikuwa ni mjane mwenye mtoto mmoja anaitwa Ali. Ilham akamchukua Laila kumpeleka sehemu ambayo wanafunzi wa Laila wako wapo wanasoma riwaya ya Laila basi mshikaji akimwangalia Laila anamuona kama bibi harusi. Yani mshikaji, mawazo yanaenda mbali zaidi, kashavutiwa sana na huyu mwalimu wake. Samiri na Laila wakapata nafasi nzuri sana ya kuzungumza wakiwa pamoja wawili tu. Laila akamwelezea Samiri kwamba riwaya yake ya kwanza imefanya vizuri sana, kwa sababu aliongelea maisha ya mama yake, kwa sababu alimlea katika shida kubwa sana, na sasa riwaya hiyo imempa umaarufu mkubwa, kwa sababu ndani hapo ameongelea kuhusiana na jinsi ambavyo mjombo wake alimtesa sana Laila. Samil akasema alivutiwa sana na maonyesho ya uyang sanaa ya vivuli ambayo baba yake Laila alikuwa akiifanya. Laila akawa amekubali atamfundisha sanaa hiyo, kwa sababu Samili alikuwa amemwomba, anahitaji sana afundishwe sanaa hiyo. Sasa baada ya kurudi nyumbani, Iliamu akawa anamtania Laila kwamba Samili anaonekana kukupenda kweli na ana upendo wa dhati juu yako. Laila akawa amekwepa kuzungumzia jambo hilo. Akiwa ndani, binti kakaa katulia, akawa amepokea video kutoka kwa Salamu. Video hiyo ilikuwa ikihusu maandalizi ya harusi yao, yani mshikaji hataki kabisa kupoteza mda lakini baadaye binti ndani ya moyo wake anahisi kuna huzuni kubwa sana kuhusiana na Salamu, sio chaguo lake kabisa. Binti taratibu hisia zake zimeanza kukusanyika kwa mwanafunzi wake Salimu, kashangaa kuvutiwa sana na Salimu mpaka mwenyewe anajishangaa. Sasa alipokwenda chuoni akakutana na Salimu, lakini siku hiyo akuwa anajitahidi sana kumkwepa Salimu. Kwa nini? Salimu amemfata Laila akimwambia kwamba waende pamoja katika mji wa kale, lakini Laila akawa amekataa akisema kwamba, Salimu, mimi kilicho nileta hapa chuoni ni kufundisha na sio kuanzisha mahusiano kabisa na mwanafunzi wangu. Sasa baadaye binti alivyoenda darasani kufundisha, kiti cha salimu kipo tupu, salimu hayupo darasani. Baada ya darasa, binti na yeye huyo akaamua kuelekea huko huko sehemu ambapo kwenye mji wa kale ambao Salimu alikuwa anamhitaji Laila waambatane wote, lakini yeye alikataa. Akiwa huko yuko peke yake, ana rekodirekodi rekodi tu ka video fulani hivi ili amtumie mpenzi wake, yani mchumba wake Salamu. Kwa bahati mbaya, akiwa amekutana uso kwa uso na Salimu akiwa na aibu kwa sababu alikataa mwaliko wa awali Laila akawa amekimbia jambo ambalo Salimu alihisi kabisa amemwona Laila akiwa hapa, akawa amempigia simu kumuuliza, uko wapi? Binti akawa amedanganya. Salimu akamwambia kwamba mimi ninaona ni kurudishe nyumbani. Sasa binti anaona aibu kwa sababu alikataa kuja pamoja na Salimu hapa, yeye akawa amekataa, akasema kwamba hayupo eneo hilo, yeye akadai yuko hotelini. Sasa mda ukaenda, ukafika wakati wa kurudi nyumbani, watu wote wameondoka katika mji huu wa kale, wamesharudi nyumbani, amebaki binti tu anazunguka, anajikuta amerudi alipotoka kazunguka sana akaona kabisa hapa nimepotea njia. Ikabidi kumpigia simu Salimu akiwa na aibu, aibu tu hivyo hivyo, hakuna namna. Ikabidi kuulizia namna sahihi ya kutoka katika mji huo. Jamaa hii mitaa ni mitaa yake kweli kweli, akaanza kumwelekeza binti, akamwelekeza moja kwa moja mpaka akafika nyumbani kwao na Salimu. Alipofika hapo, akawa amepokelewa na mama yake Salimu. Sasa binti anashangaa, anapokelewa vizuri sana. Mama yake Salimu anajua kila kitu kuhusiana na Laila. Wakati wa chakula cha jioni, wakiwa hapo pamoja na Salimu, Salimu akawa amepokea simu, simu ambayo ilimwita taji kutoka hapo kwenda kukutana na mtu aliyempigia. Laila akaamua kwamba ataambatana pamoja naye. Walipofika huko wakakutana na mwanadada mmoja anaitwa Namina. Huyu yeye ni binamu yake Salimu ambaye Salimu anamlinda kama dada yake kutoka tumbo moja. Namina anapitia machungu makubwa sana, analazimishwa kuolewa na mtu ambaye yeye hampendi, na huyu ndiye binti ambaye Laila alimwona kwa mbali akiwa nalia amekumbatiwa na Salimu. Sasa binti Laila anashangaa mbona kila mtu ambaye yuko karibu na Samili anapokutana na yeye anajua kuhusiana na maisha yake yani Samili watu wake wote wa karibu ameshawasimulia kuhusiana na Laila. Samili alimwahidi na mili kwamba atamsomesha na atampeleka Indonesia, atampambania kama dadake waliozaliwa tumbo moja. Sasa wakati wao wanaendelea na mazungumzo, mwanaume aliyekuwa analazimisha kumwoa na mina akawa amefika hapo, akawa mwavamia. Wewe ndio unajikuta mtetezi wa wanyonge sindio? Kichapo kiko kimetembea hapo, binti Laila akawa amepata nafasi pia ya kumpigapiga mbili tatu hapa. Wale washikaji ikabidi kukimbia, baada ya moto kuwa umezidi. Baadaye Samili akawa amempeleka Ila katika mnara wa makumbusho mnara wa Januari nyeusi ya mwaka 1990, ambapo watu wengi waliuawa huko akiwemo baba yake na kaka yake Samil. Samil akasema kwamba kupitia sanaa ya kivuli yani wayang anaweza kuponya majeraha ya watu wengi sana yanayowakumba katika mioyo yao. Pia akampeleka kwenye msikiti unaofanana sana na msikiti wa Bru wa Uturuki, ishara pekee ya shukurani kwa Uturuki. Wakiwa juu ya kilima wakitazama uzuri wa jiji la Baku, Samil akatumaini Laila atapata msukumo mkubwa sana pengine wa kuandika na kumalizia riwaya yake ya pili kwa sababu binti amekuwa ni mvivu mkubwa sana Wakiwa wamepata nafasi ya kula chakula wakiwa pamoja Samiri kwenye mgahawa ambapo aliwahi kufanya kazi eneo hilo wakiwa hapo, Laila akamsifu sana Samiri kwa ujuzi wake wa ushairi, ni mwongozaji mzuri sana na pia ni mpishi mzuri mno anapika kuliko shishifudi. Samiri akasema kwamba jambo pekee ambalo leye linamfanya aingie na wasiwasi ndani ya moyo wake ni kwamba hajapata mtu sahihi ambaye atampeleka kwa mama yake. Yani mshikaji anaumia moyoni mwake kwa sababu mama yake hajapata mkwe mpaka hivi sasa. Laila akawa wamekosa neno la kusema. Baada ya kuwa amempeleka binti ili akapumzike, jamaa anataka kusema ya moyoni we, mdomo wa samiri ukawa mzito kweli kweli, ni kama kafungiwa mfuko wa simenti timbulo akasome. Samiri alishindwa kabisa kujielezea neno na kupenda binti. Alihisi kabisa samiri anataka kusema na kupenda, lakini binti moja kwa moja akawa amechukua sheria mkononi na kumwambia kwamba mimi na wewe ni marafiki tu, na kuchukulia kama rafiki yangu wa karibu na sio vinginevyo kabisa. usiku mwema. Alo, hili jambo lilimuumiza sana Samiri alivunjika moyo. Sasa upande wa mwanasiasa wetu Salam, mchumba wake Layla, akuwa amemtumia magauni ya harusi <gibu> jamaa ataki kabisa kupoteza mda, binti achague gauni la harusi yao. Palivyo kucha, Ilham akuwa amemchukua Samir pamoja na Layla wamsindikiza mshikaji, waende moja kwa moja ya kujitambulisha uchumba wake. Sasa Ilham anajitahidi sana kuwasogeza wao wawili wawe karibu, yani Layla pamoja na Samir, anatamani sana Layla aolewe na Samir, anaisi, Samir, kwa sababu anahisi Samir ni mwanaume sahihi kwake. Sasa kabla hawajaingia ndani, sehemu ambapo mshikaji anatakiwa kwenda hapa kuchumbia hapa kwamba nyinyi inabidi muigize kwamba nyinyi ni wanandoa. Basi baada ya kushawishiana wako wamekubaliana hivyo. Ni kwa nini? ni kwa sababu wanahitajika kumshawishi babake sabina awabariki chapchap na wachukue jiko lao na waondoke hapo. Kweli bana, shughuli ikawa imefanyika vizuri kabisa, mambo yakienda poa kweli kweli. Baada ya sherehe sasa, usiku ukawa umefika, Laila akawa amemwahidi Namina kwamba atampatia nafasi ama ufadhili wa kwenda kusoma nje huko. Usiku huo wakiwa hapo, wao wamesema ni wanandoa, wenyeji wao wakawa wamewapatia chumba kimoja walale wote. Hii ikawa ngumu kweli kweli kwa Samiri, kwa sababu ilibidi yeye akae nje huku kuota moto na baridi kali. Baridi ilimnyosha kweli kweli, amechoma mahindi mpaka akachoka, ikabidi ajipee kazi ya kufanya. Akaenda moja kwa moja kusimama katika dirisha ambalo Laila amelala ndani yake. Mshikaji kaamua kuwa wakuwamishe mboto bana, anasoma mashairi ya mapenzi kweli kweli, akasoma mashairi ya mapenzi kutoka katika riwaya ya mapenzi anasema kwamba nimepanda mlima, nimebusu sana ukuta katika mlima huo, na siyo nyumba pekee iliyochukua moyo wangu, bali ni mtu aliyeishi ndani yake. Sasa haya maneno, binti anasikiliza. Waliniuliza, unampenda Laila? Nikawajibu hapana. Wakaniuliza kwa nini, nikasema, kwa sababu mapenzi ndiyo yaliyoniunganisha mimi pamoja na Laila. Laila ni mimi na mimi ni Laila. Samir akamwambia Laila kwamba fungua dirisha lako ikiwa moyo wako uko tayari kunipokea mimi, fungua Laila. Lakini Laila akiwa ndani, ana wasiwasi mkubwa sana, anajifikiria sana kuhusiana na maamuzi hayo. Nje Samir anambembeleza Laila afungue dirisha, ikiwa kama ishara ya kwamba yeye yuko tayari kumpokea katika moyo wake. Mshikaji alisimama sana kama askari jeshi hapo nje binti ya kufungua dirisha mpaka ambapo Laila anakuja kufungua dirisha, Samiri tayari amekwisha kuondoka hapo, akiamini kwamba Laila hampendi. asubuhi yake sabina akamwambia laila kuwa samiri anampenda kweli kweli na siyo masihara sasa wakiwa hapo ilihamu akawa amefika hapo na kumwambia kwamba pengine unakuwa na maamuzi mengi kwa sababu mjomba wako ahmad ameniambia kuhusiana na harusi yako unaotakiwa kuolewa na mbunge salamu jambo ambalo binti alikuwa amelificha ndani ya moyo wake kwa muda mrefu akuwa anahitaji kabisa mtu yeyote kujua jambo hilo ilhamu akasononeka sana ndani ya moyo wake kwa sababu laila hakumwambia na akawa anasisitiza akimwambia laila kwamba ninajua kwamba h haujawahi kumpenda na umpendi, sio chaguo la moyo wako. Nina imani kabisa moyo wako umekwisha kumchagua Salim. Sasa kwa nini unashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako? Laila ikabidi kumuulizia Samir, Samir yuko wapi kwa sasa? Ilhamu akasema kwamba amerudi ubaruzini, amepigiwa simu na kutoka hapa anahitajika kwenda huko kutoa huduma. Laila akaamua kukimbia moja kwa moja ili kumfuata Salimu, lakini akagundua kwamba amerudi katika makazi ya barozi, yuko huko. Baada ya kufika huko, cha kushangaza sasa, akamkuta mchumba wake yule bwana mkubwa ambaye anakwenda kugombea ubunge. Salamu yuko hapo, basi ikabidi kukaa hapo. Salamu kafika hapo kwa ajili ya kuomba ruhusa ya kupata picha ama kupiga picha nyingi sana za ndoa yao, na barozi ako amekubali jambo hilo kwa sababu hata mwanamke ambaye anakwenda kuolewa na mbunge huyo yuko hapo. Laila sasa ukiwa anaendelea na mazungumzo Samili ako amefika hapo kwa ajili ya kuweka msosi. Binti kweli kweli akili yake. Akili yake, ana mawazo kweli kweli ndani ya akili yake, akili yake haipo hapa, anawaza tu namna sahihi ya kumwomba radhi Samili. Sasa wakati wa msosi, Samili anazungumza kwa ukaribu sana na Laila. Hili jambo lilimfanya ndugu mgombea Salim awe na wivu sana, hakupendezwa sana na huo ukaribu wa Samili pamoja na Layla sasa, Layla akaomba radhi na kumfuata Samir kabla ya kuondoka hapo na kuenda huko anakotaka kwenda. Akao amemwambia ukweli kwamba hampendi ndugu mgombea, amelazimishwa tu, anayafanya haya kwa sababu ya familia yake, lakini moyo hauko kabisa kwa huyu mwanaume. Lakini akao amemwambia kwamba kwa bahati mbaya, kabla ya mimi kukutana na wewe Samir, nimekusha kumkubalia uchumba salamu, kabla ya hata wewe kukutana na mimi. Sasa Samir, akao amekataa hili jambo, akiamini kabisa yeye ndiye mtu wa kwanza kabla ya ndugu mgombea kuingia katika maisha yake. Kwa nini Samir akiwa amempatia Layla nakala ya riwaya yake ya kwanza aliyoandika hapo mwanzoni kabisa, akimwambia kwamba ukisoma hiki utakumbuka kwamba mimi ndiye mtu wa kwanza kuingia katika maisha yako na kukupa propose uko umekubali." Sasa binti ndipo akao amekumbuka kwamba kabla ya ndugu mgombea salam kumposa ni kweli, Samir aliwahi kumpenda binti na kumwambia kwamba watakuwa pamoja hivi karibuni, na binti yeye alichukulia kama mdhaa, hakumwamini kwa sababu kipindi hicho binti riwaya yake ilikuwa inafanya vizuri sana, hivyo watu wengi sana walikuwa wanatamani sana kuwa pamoja na yeye. Binti akawa amesahau, lakini Samir yeye aliliweka moyoni. Sasa Layla akawa anahitaji kuhama ili kurudi kwenda kwa mme wake mtarajiwa kwa ajili ya kampeni. Ilham akawa amemwelezea Laila kwamba Samili hakumsaidia tu kama rafiki, bali alimsaidia kwa sababu alikuwa na mapenzi yake ya dhati, na akawa amemwambia ukweli kwamba Samili ndiye aliyeushawishi uongozi wa chuo cha Alzabenja ili kumkubali Laila kuwa mhadhiri mgeni katika eneo hilo. Samili alifanya hayo yote kwa sababu alikupenda sana Laila. Siku hiyo kabla Laila hajaondoka kwa amefanya usomaji wake wa hadhara wa riwaya hadha yake ya kwanza katika bustani moja hivi, kabla hajaondoka hapo Samiri akuwa ametokea eneo hilo lakini Laila alipomkaribia Samiri akuwa amekimbia. Laila akuwa amemtafuta sana Samiri hakuonekana kabisa eneo hilo, akuwa amekutana na Namina ambaye akuwa amemkabidhi ujumbe kutoka kwa Samiri, ujumbe wa kwaheri. Wakati Laila anajiandaa kurejea Indonesia, Ilhamu akawa amemwonya asifanye makosa makubwa zaidi katika maisha yake kukubali jambo ambalo hajalikubali. Laila akamwomba Ilham amfikishie ujumbe kwa Samiri kwamba wakutane katika mnara wa Bikla ulio katika mji wa kale. Sasa Laila anaondokaje? Akaanza kumshawishi bwana mkubwa huyu ndugu mgombea kwamba wanahitajika kwenda huko mara moja kabla hajaondoka hapo, lakini umshikaji akawa amegundua kabisa mm, Laila anahitaji kwenda kukutana na Samiri huko. Jamaa akawa amemkemea vikali sana kuhusiana na jambo hilo. Unataka kwenda kuonana na Samiri si ndio? Ni wakati wako kwa kutimiza ahadi yako kwangu. Kweli bana, upande wa Samir yuko sehemu ya miadi, alimsubiri sana binti mpaka usiku ukuwa umefika, yuko hapo Laila hajatokea. Binamu yake na mi nakuwa amefika hapo na kumwambia Samir kwamba bado unamsubiri Laila mpaka muda huu, Laila tayari amekwisha kuondoka na amerudi Indonesia. Turudi tu nyumbani, tayari Laila anakwenda kuolewa na mtu mwingine, twende nyumbani, Samir kukubali jambo hilo. Samiri akiwa na huzuni kubwa akamwambia binamu yake kwamba wewe msimamie na kumtunza mama yangu. Samiri akaamua kujitenga na familia nzima, akaamua kwenda kuishi mbali huko, mbali na familia yake, kwa sababu ya upendo wa dhati ndani ya moyo wake kwa mwanadada Laila. Moyo wake ukiwa unamfikiria Laila njia nzima, kichwa chake kimekuwa kizito kuliko konteina, anamfikiria muda wote Laila kama kwamba yuko kando yake. Mapenzi yana nguvu nyie. Jamaa alitembea kwa umbali mrefu kweli kweli anahisi huzuni kubwa ndani ya moyo wake. Wakati wa kampeni upande wa Laila akaanza kuona tabia halisi za Salamu. Huyu jamaa anaonekana ni mtu ambaye alikuwa ameficha tabia zake tu, na tabia zake zikaanza kujionesha mbele ya watu. Huyu mshikaji ni mtu mwenye tamaa kubwa na anajeuri na ana huruma hata kidogo. Sasa binti, haya maji tayari amekwisha kuyavulia nguo, ni lazima yaoge kweli. Sasa upande wa Namina pamoja na Iamu walimtafuta sana Samir, walimtafuta mno, wakamkuta katika jangwa moja hivi yuko huko kakaa peke yake yuko kwa katika dimbwi kubwa la mawazo. Na mina akawa amemweleza kuwa Laila amekwisha kumtafutia ufadhili wa kwenda kusoma Indonesia, kweli ametimiza ahadi yake katika hilo. Ilham akamkabidhi barua na vifaa vya kufanyia sanaa ya kivuli kutoka kwa Laila. Samiri akawa amewafukuza, hataki stori nao kabisa, hawaelewi. Lakini baadaye alipotuliza komwe, Samiri akawa amesoma barua kutoka kwa Laila, barua ikiwa inasema kwamba kwako rafiki yangu wa kweli mtu uliofungua mlango pamoja na dirisha la tumaini ndani ya moyo wangu, ningependa utambue kwamba usiku ule nilifungua dirisha langu, lakini sikuweza kukuona, na kamwe dirisha hilo sitaweza tena kulifunga. Abadan dirisha hilo litabaki kuwa wazi tu. Jamaka wamegundua kwamba Laila ni kweli, ndani ya moyo wake alikuwa na nafasi. Laila alikuwa anampenda Samiri. Sasa upande mwingine, ambapo kulikuwa na mkutano wa uandishi wa habari, maswali mengi ya uandishi yalikuwa anamuuliza binti kwamba, je, ni kweli haujuti kuwa mke wa Salamu? Lakini binti akuwa ameshindwa kujibu maswali hayo. Wakati wanatoka kuzungumza na waandishi wa habari, binti akuwa manguka chini na kuzimia. Sasa wakiwa wamepumzika nyumbani, binti angalau apate aueni ya afya yake ndugu mgombea akawa mwonyesha wazi kwamba hakuwa anajali kabisa kuhusiana na afya ya Laila. Yeye alichokuwa na kijali zaidi ni kuhusiana na taswira yake kwenye mambo yake ya siasa kuliko afya ya mpenzi wake Laila. Laila akawa amemwambia mama yake kwamba, ninajuta kukubali kuposwa ama kuchumbiwa na huyu mwanaume, lakini mama yake akawa amemkumbusha kwamba, ahadi yako uliitoa wewe mwenyewe, kwa sababu bila familia ya huyu mwanaume sisi siyo si, si, lolote sio chochote. Binti ana chochote cha kufanya zaidi ya kuwa na huzuni tu ndani ya moyo wake. Baada ya muda, mume wake mtarajiwa akawa amemchukua Laila kwenda pamoja naye katika madrasa ambapo Laila alifundishiwa hapo. Sasa binti alipokuwa akielekea darasani, akashangaa kumuona Samiri akiwa hapo anafundisha eneo hilo. Anaona miguu yake inaenda tu, inaenda kumkaribia Samiri, lakini akawa amekumbuka ushauri wa mama yake kwamba anafaa kujitahidi kuwa mbali na Samiri. Binti ikabidi kukimbia. Ilham pamoja na Namina wako wamefika hapo, wanapambania penzi la ndugu yao Samiri ili amuoe Laila. Wakamshawishi sana Laila akutane na Samiri japo kidogo tu, ndugu yao ana mapenzi ya kweli kwelikweli baada ya kurudi nyumbani akafikiria sana kutoka ili kwenda kukutana na Samiri, lakini mjomba wake Amin akao amemzuia na kumfungia ndani ya chumba. Hakuna kutoka hapa, usitufanye sisi kama watoto. Binti akaomba sana, walau apate tu dakika moja kwenda kuzungumza na Samiri, hakuna jambo lolote linaweza kutokea, lakini mjomba akakataa. Sasa upande wa Samiri, yuko darajani anamsubiri Laila afike hapo, anashangaa kumwona mjomba wake Laila kafika hapo. Mshikaji kafika hapo, akao amempatia barua akidai kwamba hii barua imetoka kwa Laila. Jamaa baada ya kuwa amesoma ile barua, imeandikwa kwa sahau kuhusiana na mimi. Samiri akasema wewe ndiye mjomba wake Laila? Ya mimi ndiye najua, namsubiri laila hapa. hawezi kuja hapa, unajua kinachokusumbua? Wewe haujui tu unadili na mtu wa aina gani. Shikaji akawa amepanda boda, akawa matoka hapo Samiri akaichana ile barua, anajua kabisa hii barua ni hujuma tu, sio ujumbe kutoka kwa Layla. Mshikaji akakaa hapo kumsubiri Layla, hakati tamaa, anajua kabisa Layla atafika hapo. Sasa upande wa Layla, akiwa na mama yake. Mama yake baada ya kumtazama binti yake, ikabidi kubadili mtazamo wa maisha yake. Akamwambia binti yake kwamba anajua anapitia maumivu makubwa sana ya kihisia, na akawa umemruhusu binti yake afate hisia zake za moyo wake zinapomtuma mahali ambapo anahisi ndipo atapata aueni ya maisha yake Binti akawa wametoka hapo mbio moja kwa moja kwenda darajani kwenda kujaribu kukutana na Samir, na ni kweli alipofika hapo akamkuta Samir. Yani Samir alisubiri usiku mzima, hakukata tamaa. Mshikaji ana moyo nyinyi, huyu nyi, nyi! Basi baada ya kumwona binti wakawa wamefurahi sana, wakiwa pamoja. Jua likachomoza, ishara ya matumaini mapya ndani ya moyo wao. Samir pamoja na Layla wakawa wamekubaliana kuishi pamoja, mioyo yao imekwisha kuungana, wakashikana mikono na kutoka hapo wakiwa pamoja. Kwa bahati mbaya, ndugu mgombea mbunge Salamu pamoja na kundi lake akiwa na baba yake mzazi wakiwa wamefika hapo pamoja na mjomba wake Laila wakiwa wamewazunguka na kumwamuru Samil aondoke hapo, atoke kabisa katika u mji. Lakini Laila akawa amepinga jambo hilo, akasema kwamba siwezi kuolewa na wewe. Basi ikabidi kujaribu kumtoa binti hapo kwa nguvu nguvu, Laila akawa ametembeza mkono, lakini wakamzidi nguvu. Salam akawa amepewa silaha na baba yake akamu tunamwamuru kwamba waue wote hao wawili kwa ajili wa wa ya familia yetu, usikubali aibu katika familia yetu, hili jambo ni aibu sana. Kijana akiwa amechukua bunduki anataka kumpasua Laila kwa sababu ndiyo sababu ya haya yote. Mjomba wake Laila akawa ameingilia kati, lakini kwa bahati mbaya risasi iko imempata mjomba huyo, na akawa ameanguka chini na kufa hapo hapo. Sasa hii familia ya ndugu mgombea ni familia yenye nguvu kweli kweli ya kifedha. Laila pamoja na Thamili, ili kuficha ukweli kwa kile kilichotokea hapa, ikalazimika kwamba wao wote waadhibiwe kwa kutupwa Tony, ili wafie kwenye maji huko. Kwa hiyo ushahidi utakuwa umeishia hapo hapo. Kabla ya kufa, waka wamepeana kiapo cha mapenzi ya milele. Laila akamwomba msamaha sana Samir, akihisi kabisa yeye ndiye sababu ya haya yote. Pengine angekuwa amemkubalia mapema haya mambo yasingefikia huku, lakini Samir hakuonekana kujutia katika hilo. Bado mmoyo wake ulikuwa na upendo wa dhati sana kwa Laila. Waka wamepeana ahadi kwamba watakufwa kwa pamoja, wakuwa wamefungwa kamba kwa pamoja na wakawa wametupwa katika maji. Sasa baada ya mda na pukushani za kutosha ndani ya maji kwa bahati nzuri, mama yake Laila hakukubali binti yake afe kama jinsi ambavyo mume wake alikufa katika bahari hii. Akawa amerukia humo kwenye maji akiwa na kile kisu cha marehemu mume wake, akawa ameokoa na kuwanusuru kutoka katika kifo Samir pamoja na Laila. Samir akawa amemwambia Laila kwa upendo na maneno matamu, akimwambia kwamba hakika hadithi yetu ya mapenzi imetimia, imetimia kama hadithi ya Dewi Sumbadra, mrembo aliyechagua mapenzi ya dhati kuliko kufuata mali. Laila akaamua dhati na moyo wake wa upendo kwamba ataishi na Samir maisha yake yote. Siku kwenda miezi kupita, wakiwa wamepata mtoto mmoja, wakaishi maisha ya furaha sana. Mapenzi ya kweli yana nguvu ya, ya kimya kimya, yanaweza kuvuka mipaka ya nchi, dini, heshima pamoja na majukumu. Wakati mwingine mioyo yetu hujua ukweli kabla ya akili kuamua. Filamu hii inatufundisha kuwa mapenzi siyo kila mara huja kwa wakati unaofaa, lakini huja kwa sababu ya moyo ulio safi. Kumthamini mtu kwa undani na nafsi yake ni zaidi ya kumiliki mwili wake. Kuna wakati wa kupigania upendo na kuna wakati wa kuachilia kwa heshima yote iliyopita, ili kuanzisha maisha mengine. Laila Majnun ni hadithi ya upendo wa ndani ya moyo usiotamkwa mara nyingi sana na watu, na upendo huu mara nyingi nafasi yake katika maisha ya kawaida ni ndogo sana lakini ndio uliojaa maana kubwa sana ya maumivu, uzuri wa roho mbili zilizokutana na kuamua kutunza heshima ya mapenzi hata kama hawako pamoja. Karibu Swahiliflix Empire, usisahau kushare, kulike na kukometi. Ni mimi msimuliaji wako Okran, Okran, o -K -R -A -N.